Ukiona jambo limekuja kwako hujalipata, alikuwa lako usilalamike, usijistresi. Kaja mteja vizuri, mmekubaliana tena, mama yangu, si ndio? milioni hamsini <coughs> anakwenda kuweka benki, anapata ajali, anakutumia na picha za ajali, kila kitu: zee, nimerogwa, mafuta kwapya, upako, nipake hata kujibakalia. Hapana, hujarogwa, hujarogwa Huenda mwenyezi Mungu hakutaka wewe, siyo mwenye hiyo riski, yuko aliye andaliwa hiyo iyo riski. Jifunze kuamini hivyo. Siyo kila tenda anayokuja kwako unaamini ni yako, siyo kila mwanaume anakuja kwenye maisha yako ni mme wako. Wengine mwenyezi Mungu anawaruhusu wapite, kukujaribu, kukukomaza, wakati mwingine kukueleza hii dunia ni dunia ya machozi. Asilimia tisini hakuna mtu ajaumizwa kimapenzi. Kwa hiyo hakuna kujuta katika maisha kwa chochote kitakachotokea kita katika maisha, kwa sababu hakuna excuse kwenye maisha. Yote yaliyokupitia, yaliyokutokea hakuna bahati mbaya.